Kutana pamoja kituo cha ubia PPP Center pamoja na e, taasisi ya utafiti wa masuala ya demokrasia REDET chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam mahususi kabisa kwa ajili ya kufahamisha umma kupitia kwenu kwamba e, tutakuwa na mdahalo, kongamano kwa ajili ya kujadili nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma kuelekea eh, uchumi wa mwaka 2050 ambao eh, siku chache zijazo eh, mpango wake au dira yake itakwenda kuzinduliwa. Sisi kama kituo cha ubia moja ya majukumu yetu ni hiyo inaitwa eh, public engagement kwa ajili ya kufanya eh, umma uelewe miradi au uelewe masuala kisera, kisheria, ya kisera ya kisheria na mipango ya serikali kwenye maeneo hayo ya ubia tuliona ipo haja ya kushirikisha au kushirikiana na taasisi uh, kubwa na muhimu kama REDET, ambayo imebobea katika uendeshaji wa hii haya makongamano kwa lengo la kwanza kushirikisha umma, lakini zaidi kufanya uh, wanazuoni wa Tanzania wawe sehemu ya, ya fikra katika eneo hili kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunafikiri katika namna ambayo inafanana kati ya serikali na wanazuoni tunapozungumza masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mdahalo wa kesho msingi wake amini, kongamano la kesho msingi wake ni huo, na sisi ni sehemu ya kutimiza wajibu wetu kama kituo cha ubia, kuf, kuf, pub, kufanya public engagement kwenye masuala ya kisera kisheria pamoja na programu za masuala ya ubia kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata mawazo, changamoto, mitazamo juu ya namna ya kufanya vizuri zaidi tunapokwenda mbele na kwenda kuzindua hiyo dila dila ambayo inalenga kujenga uchumi utakaofika takriban dola trilioni moja katika miaka 25 ijayo, uchumi ambao ukubwa wake unaozungumza ni, ni, ni, ni takriban ni, sawasawa sawa, na nchi kumi na tisa tu duniani ambazo kwa sasa zimefikia kiwango hicho. Kwa hiyo, mm -hmm, ni assignment kubwa ambayo tunakwenda kuifikia, tunaifikiria au serikali inaifikiria kuifanya na, na kwa hiyo uhusishaji wa wasomi wanazuoni kwenye kuchakata mtazamo wa serikali na, na, na, na programu za serikali sera zake pamoja na sheria zake na namna ambavyo imejipanga kufikia mm -hmm, ni muhimu sana sisi, pamoja na kituo cha, cha, cha ubia tunataka ku, kuongeza ufahamu na uelewa wa ubia huo kati ya sekta binafsi na dola, na katika kufanya hivyo tunataka pia ku, sio kwamba kuna maarifa kuna ambayo tayari yatakwenda kumwagwa pale, ila ni kwamba kwa kufikiria kwa pamoja, wanazuoni watendaji wa serikali E, washiriki kutoka uh, vyama vya siasa washiriki kutoka uh, media washiriki kutoka uh, taasisi sio za kiserikali, wote kwa pamoja tunaweza kuchambua, kudadavua na kukuza uelewa wetu wa upanga huu ambao ni muhimu kwa kweli. Kama uh, matarajio yetu ni kuwa na maendeleo kwa kasi zaidi makubwa zaidi, lazima kuengage na private sector. Inabidi tufanye hivyo kwa uangalifu mkubwa, uh, lakini bila kuogopa. Hamna kuogopa, lazima tuwe na ujasiri, lakini ujasiri ambao unajengwa na msingi wake ni uelewa ambao ni mpana, ni mzuri, ni shirikishi na endelevu.